Joshua Mutale, giza ndani kwa Awesu, anachezewa faul. Fiki kwa kipata Simba noma. Lile shuti ni noma lilopigwa na Valentino noma kapiga shuti limekwenda nyavuni kinoma, noma na kuanza kuwapa tabasa mashabiki wa Simba ipigwa fiki kile, imeenda moja kwa moja, angefanya nini goalkeeper Ismail Saleh nakapi, Simba kwenye nafasi ya kutengeneza lingine tena, naingizwa ndani huku noma na tena naingiza ndani kwa awesu Kalamu inakuwa ni ya kuandikia, lakini ukisikia karamu kuna ara ni sherehe. Natumbukiza ndani kule, wanajiweka wenyewe katika harakati za kuokoa, anajikuta na umalizia, unaenda kwenye nyavu, goli la pili, muda usiozidi dakika ishirini.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 meweka kwenye njia kukua, Umari, Umari. Umari, nae, nae kwa Omari, Omari, Omari naye naweka kwenye njia inayotumbukiza kubwa ndani kule gonga Ateba Lionel Christian Cristiani Ateba Mbida, dakika sabini na tano, akiwanyanyua tena wana Msimbazi, wana, wana Lunyas akimalizia cross maridadi kwa kichwa ile na kutumbukiza nyambuni na kuiandikia timu yake goli la tatu, na burudani zikiendelea tu jukwani, huku aliukosa mara ya kwanza Kevin Kijiri akamrudishia Omari, Omari akaona yuko kwenye nafasi nzuri, akamrudishia Kijiri, Kijiri akaiweka ndani ile, aliondelea Teba Mbida akausukumiza kwenye nyavu na kuendelea kuutakatisha uongozi wa Simba kwenye mchezo mpaka sasa, wakiwa na magoli matatu.